Kwa jina naitwa Shani Shamsi, ni daktari bingwa wa watoto katika hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Leo napenda kuzungumzia unyonyeshaji sahihi wa maziwa kwa mtoto. Kwa kwanza, naomba nielezee maana ya unyonyeshaji sahihi. Unyonyeshaji sahihi ni kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama kwa wakati unaofaa, kwa namna sahihi na kwa muda unaotakiwa, ili mtoto apate lishe bora afya kinga na ukuaji mzuri, pia bila mama kupata maumivu wakati wa kunyonyesha. Vitu vinavyofanya unyonyeshaji uwe sahihi, viko vitu vingi. Kwanza ni kuanza kumnyonyesha mtoto mapema. Hii inamaanisha mtoto anata, anapozaliwa anatakiwa kuanza kunyonya ndani ya saa moja baada ya kuzaliwa ili apate maziwa yale ya kwanza ambayo tunaita Colostrum, maziwa haya yana kinga nyingi dhidi ya magonjwa. Pili, kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama ya mama pekee kwa miezi sita ya kwanza bila maji au chakula kingine kwani maziwa ya mama yana virutubisho vyote vinavyohitajika katika umri huu ikiwemo maji. Tatu, natakiwa kumnyonyesha mtoto mara kwa mara mchana na usiku, kila mtoto anapohitaji. Kwa uchache huwa ni kama mara nane kwa siku. Na mtoto anapokuwa ananyonya, kuna kitu tunaita positioning, ama ni kumshika mtoto kwa usahihi au vizuri. Hapa namaanisha kwamba mwili wa mtoto unatakiwa uwe umenyooka, kichwa mabega na nyonga viwe kwenye mstari mmoja ulionyooka, na mtoto hatakiwi kugeuza shingo kutafuta titi au ziwa la mama, na tumbo la mtoto inatakiwa ligusane na tumbo la mama. Pia kuna na mama anatakiwa kushika mwili mzima wa mtoto na sio kushika kichwa peke yake na kitu kingine, mtoto anatakiwa kushika titi au ziwa vizuri. Mtoto anatakiwa aushike karibu asilimia kubwa ya ule weusi, awe ameushika huo mzunguko mweusi wa ziwa pamoja na chuchu, na si kushika chuchu pekee. Hii inazuia mtoto kuvuta hewa, ambao mwisho wa siku mtoto anakuja akiwa na changamoto ya gesi ama tumbo limejaa, anakuwa analia. Kwa akiwekwa vizuri inaweza kumsaidia kutokuvuta ile hewa, na pia inamsaidia mama kuzuia kuchubuka kwa chuchu, na unyonyeshaji unakuwa ni rahisi, na pia mama anafurahia kile kitendo cha kumnyonyesha mtoto, kwa sababu hapati changamoto yoyote. Na kingine ni kuendelea kumnyonyesha mtoto baada ya hiyo miezi sita sambamba na ku kumwongezea vyakula vya nyongeza hadi atakapofikisha umri wa miaka miwili au zaidi.